Mpige mzinga mawa wanyuki mawe anda mbio maskini wa Mungu, mama mwenye nyumba anda mbio. Kilichofuata dola kungatwa tu na madondola kwa tuambie tu, wanaotuchokoza sisi ni mwendo wa kuwakanda mwendo wa kuwadufua tu. Kwa hiyo mama mwenye nyumba kwamba kodi mimi nene, nene, nene, nene, ninakulipa ninataka ninavyoamua, yani, mimi yani nilipe ama nisilipe. Kwa hiyo mimi ni mbade, kwa sababu mimi kwanza nilikuja katika mechi hii kwamba tunazungumza na mama mwenye nyumba nimlipe kodi yake. Sasa nashangaa kuna mtu alikuwa ajua anagonga gonga bati huko anajifanya yeye ndo kinara kule juu watu wengine. Naambia nyinyi ni watu wa ajabu kweli kweli. Yaani pakome umlinganishe na yule nani yule nani yule mutari kweli saidara uchangamka yule jamani. Mpira Tanzania mnakuwa mnaokosesha hazi. Yaani umlinganishe pakome na mutari kweli jamu ndugu zangu. Kwa hiyo bwana sasa tunasema msimamo wa ligi umekwenda sehemu salama. Eh, umeenda kukamatwa na mtu sahihi sasa. Unajua msimamo wa ligi sio kila mtu lazima aongoze. Yaani msimamo wa ligi anaongoza mpaka vibaka. Na mimi ndio maana nikamwambia jana kwamba hicho ki, ki internet tulichojiunga kibando tumia usiku usilale. Na kweli kaperuzi jana mpaka asubuhi SMS zimebaki tu. Kwa mpaka saa kumi na mbili yule kwenye shambuduru ya mali kwa mabonde kuinama ngerekayo mwambia. Alafu huyu mama mwenye nyumba huyu alitumwa na watoto wa Mudy, sijui naelewana. Kwa hiyo sasa, angalie mtoto wa Mudy mwenyewe tukukutana nako anajikandia, alafu bado anamtumana nani, huyu nani, mama mwenye nyumba. Sasa kama mwenyewe anashindwa kujishikilia sasa, unawezaje kunani kumtuma mwenzao? Tunakati tunaona kabisa mama mwenye nyumba kongu mimi, tangia pande le. Kwa hiyo msomo wa ligi ajawahi kufua dafu kongu mimi sasa. Mpaka sasa hivi shaonekana nani kidume nani mama, sijui naelewana wewe jirekebishe kwamba bwana linantosha lakini, ukitaka ushindane na mimi kutaka kujirudishia kwa kuna kwa mtovu ndam ndo hapo, kinachofuata ni kukandwa kama unavyoona. Mama mwenye nyumba kila nikijaga hapa najiokotea, baada ni mpa kodi sasa, kodi ananipa mimi sasa. Yani mimi mama, ba, mimi mpangaji ni, ni, ni, ni kiburi na najeuri vile vile. Kwa sasa bwana, hizi zitakuwa ni salamu kuelekea ligi mabingwa. Naona salamu hizi zitakuwa zimeshapele shapelekea kifurushi hiki cha 4G kina tutaperuzi nacho mpaka Zanzibar kule. Kwa hiyo anayekuja ah, yeyote aje, lakini mama mwenye nyumba huyu kaisha shehe <laughs> msimamo ligu pose msalama za za yani, kwenye msafala mamba, hata kenge wewe utambe. Yani tunataka tuishi kambale, baba ndevu, mtoto ndevu, haiwezekani. Mtoto amudi ule mabonde kuinama <laughs> sisi ndio yangaaga mama wenye nyumba nanambia, ni hame etikisa, nimekata kutoa kodi yake. <laughs> <laughs>